Wakati Jeshi la Polisi likitangaza kwamba limemkamata mtu anayeitwa Frey Edward Cosseny kuhusiana na vitisho alivyotoa siku mbili kabla ya katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC Padri Dr. Charles Kitima kushambuliwa vibaya na hadi sasa yuko hospitali. Polisi walitangaza jana Mei tano kwamba wamemkamata huyu bwana Cosseny kuhusiana na vitisho, ujumbe wa vitisho aliyoandika kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, tarehe ishirini na nane ya mwezi Aprili, ambao alidai alimtisha Father Kitima kwa kumwambia kwamba siku zake a, ipo siku ataingia kwenye kumi na nane na hatokaa aisahau Tanzania. Kadhalika alikwenda mbali na kudai kwamba dawa ya daktari Kitima ipo jikoni. Kwa hiyo katika mazingira ya kawaida mtu anapotoa tishio um, kisha masaa arobaini na nane baadaye uh, vitisho vile vilivyotolewa vinatekelezwa, um, inaleta picha isiyopendeza lakini kubwa zaidi ni kwamba huyu bwana Cosseny ni kada mwandamizi wa Chama cha Mapinduzi. Um, huko nyuma alikuwa anafanya kazi kwenye ofisi yaliyokuwa makao makuu ya CCM, uh, Lumumba jijini Dar. sasa hivi ni nadhani ofisi, ofisi ndogo kuu ya CCM kwa sababu makao makuu ya CCM yako Dodoma, lakini huyu bwana alikuwa huko nani, inadaiwa kuwa ni mtu wa mfumo kwa mujibu wa maelezo, lakini najua watu wa CCM wana ukaribu na watu wa mfumo. Wengine huwa wanajifanya kuwa ni watu wa mfumo wakati sio watu wa mfumo, lakini kuna tetesi kwamba ni mtu wa mfumo sasa. Um, tukio hili la polisi kutangaza kama kwamba wamemkamata huyu bwana limezua uh, sintofahamu kwa namna fulani, kwa sababu um, mlolongo wa matukio jinsi ulivyo unapelekea una kutilia shaka hizi taarifa zilizotolewa na jeshi la polisi. Kwa hiyo kabla ya kuingia kiundani Nikupe mlolongo wa matukio hadi tulipofikia hapa. Ah, ni kwamba kama nilivyosema Padri Dr. Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, alivamiwa nyumbani kwake Kurasini jijini Dar April 30 mwaka 2025 majira ya nne usiku na kujeruhiwa vibaya. Aa, na hadi sasa amelazwa katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar. Um, taarifa zinaeleza kwamba hali yake bado sio nzuri, kwa sababu kwa mujibu wa watu waliokuwepo eneo la tukio, lakini walio pia, walioweza kubahatika kuongea na Father Kitima, wanasema ni dhahiri watu waliomvamia walikuwa na lengo la kumtoa uhai, na tukio hili limezua taharuki kubwa, hasa kutokana na ukweli kwamba kabla ya kukumbwa na tukio hili, Father Kitima alikuwa miongoni mwa sauti ya dini zilizokuwa zikikemea maovu katika jamii. Moja ya maswala ambayo yamejitahidi sana kuyaongelea ilikuwa ni swala la utekaji, na alivichukulia swala la kutekwa kwa kada mwandamizi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Deusdedit Tsoka ambaye yeye na wenzio wawili walitekwa a, August mwaka jana na mpaka leo hawajulikani walipo. Padre Kitima aliliongelea sana swala hili lakini licha ya kuitaka serikali na vyombo vyake vya dola kuchukua hatua stahili, pia aliwahamasisha viongozi wenzie wa dini a, kusemea haya yanayojiri katika jamii, kwa sababu sauti zao zinahitajika. Kadhalika, Father Kitima aliongelea pia umuhimu wa serikali kuangalia a, uwezekano wa kubadilisha wa kufanyia kazi a, vilio vya vyama vya upinzani hususani Chadema kuhusiana na kanuni za uchaguzi, sheria za uchaguzi kwamba uchaguzi umeanza, umepoteza maana yake kutokana na mazingira ya uh, chaguzi mbalimbali zilizopita. Kwa hiyo alikuwa mstari wa mbele katika kuikosoa serikali pale palipohitajika kukosoa na kukumbusha wajibu wa serikali. Kwa hiyo kutokana na mazingira haya na nafasi iliyokuwepo na ukweli kwamba wakosoaji wa serikali wengi wamejikuta katika matatizo ilikuwa sio vigumu watu kuhusisha msimamo binafsi wa Dr. Kitima a, katika kukemea maovu na shambulio hili kwamba shambulio hili limetokana na msimamo wake mkali dhidi ya maovu katika jamii. Kwa hiyo, siku mbili kabla ya tukio hili, huyu Cosseny Frey Edward Cosseny aliandika kwenye akaunti yake ya Twitter a, akimtisha Uh, Father Kitima na kudai kwamba um, ipo siku ataingia kwenye kumi na nane na hatokaa aisahau Tanzania, na kaenda mbali na kudai kwamba dawa ya Father Kitima ipo jikoni. Lakini licha ya hivyo uh, Cosseny ali, mwe, aliweka picha ya mkuu wa jeshi la polisi kwenye hii tweet husika uh, yaani, kwa hiyo huu wito aliotoa ni yani kama kumtaka mkuu wa jeshi la polisi achukue hatua dhidi ya Father Kitima, na hivi vilikuwa ni vitisho vya moja kwa moja. Kwa hiyo ulitarajia kwamba baada ya Father Kitima kushambuliwa, jeshi la polisi lingechukua hatua dhidi ya huyu mtu aliyemtisha Father Kitima, lakini pia katika mazingira tu ya kawaida, kwa vile katika twiti husika alimtag mkuu wa jeshi la polisi, ungetarajia kwamba jeshi la polisi lichukue hatua ili kuji nao ili kunawa mikono lisije likahusishwa kwamba huyu Cosseny ambaye ni kada mwandamizi wa CCM ametoa maagizo kwa jeshi la polisi, maagizo ambayo yamefanyiwa kazi na ndio maana Padre Kitima ameshambuliwa. Katika mazingira kawaida watu wanaweza kuhisi, of course, si mtu wa muhimu kiasi hicho cha ja kuweza kulisukuma jeshi la polisi kufanya vitu kama hivyo, lakini inaweza kujenga taswira kama hiyo. Lakini pia ni muhimu kuelewa japo huyu mtu anajitambulisha kama Dr. Frey Edward Cosseny, huyu jamaa sio daktari. Kwa mujibu wa maelezo aliwahi kuwa mtangazaji wa kituo kimoja cha dini. kituo kimoja cha redio cha dini jijini Dar, lakini alipoteza kazi huko, na kwa hiyo sio daktari, sio daktari wa mifugo, sio daktari wa binadamu, wala sio daktari wa kitaaluma, labda u daktari wa mambo mengine yasiyoeleweka. Um, sasa jeshi la polisi lilikumbushwa kwamba huyu bwana ameandika vitu hivi kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter na mimi binafsi nililitagi jeshi la polisi uh, kulitaka kwamba nililikumbusha kwamba mtuhumiwa wenu wa kwanza huyo hapa, kwa sababu ni mtu aliyetoa vitisho dhidi ya Daktari um, Kitima uh, lakini pia katika tweeti husika nilisema kwamba anayetarajia jeshi la polisi lichukue hatua anapoteza muda wake, na kwa kweli jeshi la polisi halikuchukua hatua yoyote mpaka Mei mbili ambapo waziri wa mambo ya ndani Innocent Bashungwa alitoa agizo hadharani kwa jeshi la polisi kumkamata mtu huyo huyo. Sasa swali tu la kawaida ambalo linaweza kujia, kwa nini jeshi la polisi lisubiri maagizo ya waziri kuchukua hatua dhidi ya mtu ambaye ujumbe huu ulikuwepo hadharani muda wote huu? Wakati wa tukio huyu bwana hakuona umuhimu wa kufuta. Lakini sio tu kuto kuona umuhimu wa kufuta, pia aliendelea kuongea vitu vya hovyo kwenye akaunti yake na jeshi la polisi lilikalia kimya. Kwa hiyo yayumkinika kusema kwamba kwa upande mmoja jeshi la polisi limechukua hatua hii baada tu ya kuagizwa na waziri, lakini upande wa pili inawezekana kwamba hata hayo maagizo yenyewe ya waziri ni ya kisiasa, kwamba yalikuwa na lengo tu la kuwahadaa watu, kuwahadaa Watanzania, kulihadaa kanisa, kwamba wamechukua hatua kwa sababu huyu ni kiongozi mwandamizi wa CCM. Kwa hiyo um, hii inawezekana ni, ni propaganda tu zinazofanywa na jeshi la polisi. Lakini pili, swala ambalo limezua mjadala mkubwa hususan kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba licha ya jeshi la polisi kutangaza jana uh, Mei tano kwamba limemkamata huyu Cosseny, hakuna picha yoyote iliyotolewa kuthibitisha kukamatwa kwake. Ujumbe uh, wa vitisho huu ujumbe aliotoa dhidi ya fadha ya Kitima bado upo kwenye akaunti ya huyu Cosseny, haijafutwa. Kwa hiyo inajenga taswira kwamba kama ni huyu mtu amekamatwa, uh, kwa nini bado kwanza ujumbe bado uko pale lakini kubwa zaidi, kuna uthibitisho gani kwamba huyu bwana amekamatwa? Kwa sababu hakuna picha, na tunafahamu jeshi la polisi mara nyingi linapotaka kufikisha ujumbe huwa linafanya vitu vyake hadharani, lakini kwa ajili tu ya minajili angalau ya kujisafisha lenyewe, kwa sababu kwanza, lilizembea kuchukua hatua mpaka waziri akalituma, lakini pili, ukweli kwamba uh, huyu bwana Cosseny alimtagi mkuu wa jeshi la polisi uh, kumtaka achukue hatua dhidi ya Father Kitima na baadaye Father Kitima akashambuliwa. Kwa jeshi la polisi lingeweza kutaka ku, kudhibitishia umma wa Tanzania kwa ujumla lakini Kanisa Katoliki in specific kwamba mtuhumiwa ni huyu hapa, umemkamata yuko kwenye kituo fulani, na picha za kukamatwa kwake ni hizia. Hii inajenga imani kwa wananchi, inajenga imani wa kanisa ambalo, a, kwa kanisa anisa padri wake ameshambuliwa. Kwa hiyo Watanzania wengi wamepokea taarifa ya kukamatwa kwa Cosseny kwa mashaka makubwa, kama kweli amekamatwa wanasema hatua ya polisi imechukuliwa si kwa sababu ya tishio la kweli, bali kutokana na pressure uh, iliyotoka kwa waziri. Na hiyo pressure kutoka kwa waziri pia, ina pia inatiliwa shaka kwamba pengine ni pro, propaganda tu za kisiasa, lakini hakukuwa na lengo la dhati. Kwa sababu kwa nini sasa tukio ilitokea tarehe thelathini, huyu mtu uh, watu wengi walilikumbusha jeshi la polisi kuhusu kauli alizozitoa lakini hakuna hatua iliyochukuliwa hii uh, Baraza la Maaskofu Katoliki limetoa matamko mbalimbali uh, likilani shambulio hilo dhidi ya Dr. Kitima, lakini pia wanasema bayana kwamba lengo la shambulio hilo lilikuwa kutoa uhai wa Father Kitima. Na kwa mujibu wa polisi ni kwamba mpaka sasa hivi kuna watuhumiwa wawili wamekamatwa kuhusiana na tukio hilo, lakini hakuna uthibitisho, hakuna picha, hakuna maelezo ya kueleweka kuhusiana na swala hilo. Sasa ni watu wana wanajiuliza kwamba je, hii inamaanisha kwamba swala hili pengine li, lina, lina, lina, lina picha kubwa zaidi ya kinachoonekana, hasa wakizingatia ukweli kama alivyosema awali kwamba Father Kitima alikuwa mstari wa mbele katika kuikosoa serikali, kukemea maovu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo haya ndio yaliyojiri Uh, katika siku hizi chache kuanzia tarehe ishirini na nane ambapo huyu bwana aliweka vitisho vyake kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter, uh, sasa hivi unaitwa X. Lakini pia siku mbili baada ya tishio hilo walilotoa, Father Kitima alikuja kushambuliwa, na polisi hawakuchukua hatua yoyote mpaka waziri wa mambo ya ndani alipotoa taarifa alipolitaka jeshi hilo kuchukua hatua na leo wamesema, jana walisema kwamba wamemkamata, lakini hakuna uthibitisho wowote uliowekwa hadharani. Je, una maoni gani kuhusu swala hili? Asanteni na kwaheri.